Kumekuwa na ongezeko la maambukizi ya ukeni ambayo yanapelekea wanawake unatokwa na uchafu. Ndugu zanguni, wanawake kwa wanaume, e, fangasi za ukeni sio kitu cha ajabu, sio kitu kipya, sio magonjwa ya zinaa. Tufahamu ya kwamba ukeni kuna vimelea wa fangasi wako pale na ni fangasi aina ya Candida, wanaitwa Candida. Sasa hao Candida wako wa aina mbalimbali mbali, wako jamii mbalimbali mbali za fangasi e, aina ya Candida. Hao fangasi wapo ukeni siku zote, hawana matatizo yoyote. Na hao fangasi watakuletea matatizo kama wakiongezeka, kama wakiwa wengi. Tunafahamu kizazi cha hao fangasi wa ukeni eh, inatakiwa wawe chini ya asilimia moja ya idadi ya vimelea ambao wako ukeni. Sasa eh, kizazi au, au wingi wa hao fangasi wa ukeni wakifika asilimia ishirini mpaka thelathini ya ya vimelea ambao wako ukeni mwanamke ataanza kupata matatizo mwanamke ataanza kupata dalili zile e, za ukeni. Ataanza kupata dalili kama kuwashwa, kutokwa na uchafu mweupe kama mtindi, uke kuuma, hame mapenzi kupungua, maumivu kwenye mapenzi na e, miwasho miwasho kwenye mlango wa uke. Ndugu zanguni, wanawake mnaopitia hali kama hii kama ambavyo nilielezea kwenye ugonjwa wa kisamaki ni kwamba hiyo eh, hali hiyo ni dalili inaashiria kwamba kuna kitu kingine ambacho kinapelekea ile kinga au ule usalama ambao eh, ambao upo ukeni umebadilika. Ikitokea ulinzi wa ukeni ukapungua, basi vimelea ambao wataleta matatizo kama fangasi wataanza kuongezeka. Hao vimelea wakianza kuongezeka, ndio dalili kuumwa kunaanza kutokea. Ndugu zanguni, wanawake na, na wenza wa hao wanawake, fahamuni hivyo ya kwamba unapoona harufu, uchafu, miwasho ukeni hiyo inakwambia kinga ya uke imepungua, inakwambia kuna kitu ambacho kimepelekea kinga ishuke. Na kinachopelekea e, kinga ya ukeni ishuke, kwa maana visababishi ambavyo vitamfanya au vitampelekea mwanamke apate fangasi za ukeni ni kama vifuatavyo: mwanamke mwenye tumbo, mwanamke mnene Eh, huyo kinga yake ita, i, i, inakuwa imeshuka na wanapataga matatizo ya fangasi za ukeni za kujirudiarudia. Mwanamke ambaye ana wachumba wengi, ana wapenzi wengi, anafanya umalaya, anafanya mapenzi na watu wengi, naye wanapataga eh, fangasi za ukeni za mara kwa mara. Mwanamke anayesafisha uke kwa vidole anayesafisha uke kwa vidole huko ndani, nao wanapata fangasi za mara kwa mara za kujirudia ukeni. Mwanamke ambaye anaweka matakataka ukeni, anaweka marashi, anaweka manukato, ana, anaweka mawe mawe ukeni kwa ajili ya kufanya uke uwe mzuri, nao wanapataga fangasi za ukeni za kujirudia rudia. Mwanamke ambaye anatumia njia za uzazi wa mpango ambaye anatumia P2, wanatumia sindano, wanatumia pandikizi, wanatumia Sofia, nao wanapataga fangasi za ukeni za kujirudiarudia. Mwanamke ambaye ana presha, ana kisukari, ana maambukizi ya, ya, ya HIV, eh, mwenye kansa, mwenye magonjwa ya muda mrefu wanapataga matatizo ya fangasi za ukeni za kujirudiarudia. Mwanamke ambaye anatumia madawa kiholela hasa madawa ya antibiotiki mm, ambaye tu akisikia kidogo tu amshameza antibiotiki za kifua, antibiotiki za UTI, antibiotiki za tumboni, nao wanapataga fangasi za ukeni za kujirudiarudia. Lakini mwanamke ambaye wakati wa mapenzi mchumba wake au mpenzi wake ni mchafu, anakuwa anamchezea na mavidole anashika huku na huku afa anashika na ukeni, nao wanapataga fangasi za ukeni za kujirudia rudia. Mwanamke mwenye matatizo ya moyo ya figo ya mapafu, na wenyewe wanapata fangasi za ukeni za kujirudia rudia. Ndugu zanguni eh, hayo makundi au hizo sababu ambazo nimezielezea zinamfanya zina au zinampelekea mwanamke apate fangasi za ukeni za kujirudia rudia. Kwa maana hiyo, ninaendelea kusisitiza, unapopata fangasi za ukeni hakikisha una, unajua chanzo, unafahamu kwa nini kinga imeshuka, kwa nini upate fangasi, kwa sababu kwenda kutibu, kutibu fangasi peke yake itakuwa hujafanya kitu, kwa sababu iko sababu iko chanzo ambayo inapelekea e, fanga za ukeni zitokee. Na mwanamke mwenye e, fanga za ukeni wanakuwa na dalili kama kutokwa na uchafu ukeni, ni uchafu mweupe kama maziwa mtindi, ambao mara nyingi una mara nyingi hautoi harufu e, yoyote mwanamke anaweza akapata miwasho na miwasho inaweza kama mikali ya ukeni kuanzia nje kwenye mlango wa uke mpaka ndani. Mwanamke atakuwa anapata maumivu ukeni, maumivu wakati wa mapenzi. Uke unakuwa unawashawasha na kuwakawaka moto. Hizo ni dalili za fangasi e, za ukeni kwa maana mwanamke, wale vimelea wa fangasi ukeni wakiwa wameongezeka, hizo ndo dalili ambazo mwanamke anaweza eh, akazi akazipata. Ndugu zangu, fangasi ukeni sio magonjwa ya zinaa, sio magonjwa ya zinaa. Ni magonjwa ambayo yatampata mwanamke kama kinga ya uke ikishuka, kinga ya mwili ikishuka, wale vimelea wa fangasi wanaanza kuongezeka, wanaanza kuwa wengi wakiwa wengi, ugonjwa unaanza kumsumbua mwanamke kwa maana e, ya fungus. Lakini pia wako wanaume ambao waki, wakifanya mapenzi na wanawake wenye fungus ukeni wanakuwa na miwasho, miwasho na wenyewe kwenye uume, uume unakuwa kama ume, umeungua ungua, una utoko mweupe. Sasa hao wanaume pia wanakuwa wanadhani wameambukizwa magonjwa ya zinaa. Hapana, Hujaambukizwa magonjwa ya zina, kwa sababu umeingia ukeni. Sasa ukeni kule kuna kuna fangasi wengi, maji maji, ule uchafu ni mwingi. Sasa kwa kwa umeingia pale, yale majimaji yamechafua, yamesambaa kwenye uume, kwa hiyo lazima utapata mioshomiosho. Hapa miosho na pale, ambayo baadaye itakwisha na isipoisha pia kuna vidawa vya kupakapaka tu ili iweze kukaa sawa, lakini ni magonjwa ya kawaida, ni matatizo ya ukeni ya kawaida kabisa. Wanawake, uchafu mweupe kama maziwa mtindi ukeni, siyo UTI. Ni dalili kwamba kinga ya ukeni imeshuka, kinga ya mwili imeshuka. Ni dalili kwamba kuna kitu ambacho kinafanya E, upate fangasi ndugu zanguni, wanawake na, na, na wenza wa wanawake hawa, ukishaona unapata hizo dalili, cha kufanya nenda kachunguze, nenda kafanye vipimo, nenda kazungumze na daktari ili uweze kujua ni kwa nini, ni kwa nini fangasi ukeni wameongezeka. Nenda ka, kapime majimaji au uchafu unaotoa ukeni nenda kafanye ultrasound ya mfumo wa uzazi, nenda kapime sukari, nenda kapime figo, kapime hali ya ini, kapime mafuta mwilini, nenda kapime mwili wako kama figo zinachuja vizuri, nenda kaangalie eh, kinga yako ya mwili ikoje, nenda kapime HIV, nenda kafanye vipimo, kwa sababu usipofanya vipimo hautafahamu kwa nini unapata hali kama hiyo. Nenda kapime vichocheo mbalimbali, ikiwemo vichocheo vya mfumo wa uzazi wanawake. Okay, wengi sana wanahangaika na tatizo la fangasi ukeni, lakini kitu ambacho kinawapotezea muda ni kwamba hawatibu chanzo wako, ni wanatibu tu e, uchafu wako, wanakula dawa za UTI ili hali hawana UTI, wana e, fangasi za ukeni na ni magonjwa ya kawaida na ikishagundulika una fangasi e, ukeni, na tukishagundua chanzo, tukishagundua sababu, utatibiwa hali ya ukeni, lakini pia na ile sababu ambayo imesababisha pia itafanywa kazi, ili usiweze tena kupata, e, kupata tatizo la fangasi zisikurudierudie tena. Mwanamke, hakikisha una, unajua chanzo ambacho kimepelekea fangasi ukeni waongezeke. Hakikisha unajua chanzo ambacho kimefanya kinga ya ukeni ishuke, ndipo upate matibabu.